Raisi wa Marekani Donald Trump amemlaumu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kuchochea vita dhidi ya Urusi siku moja baada ya shambulio kubwa la kombora la Urusi kuua watu 35 na kuwajeruhi wengine 117 katika mji wa Sumi, Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu White House Jumatatu, Trump amesema kuwa Zelensky anabeba lawama pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mamilioni ya watu waliokufa kutokana na vita hiyo. Huwezi kuanzisha vita dhidi ya mtu aliyekuzidi mara ishirini na kisha utegemee watu wa kupe makombora, alisema, pia akimlaumu rais wa zamani Joe Biden kwa kuiacha hali hiyo kufika hapo. Trump ambaye amekuwa akitafuta njia ya kufanikisha usitishaji wa mapigano kati ya Ukraine na Urusi amesema alikuwa na mazungumzo mazuri sana na Putin mwezi uliopita na kwamba Putin alimpa zawadi ya picha yake. Aidha, Februari mwaka huu Marekani ilipiga kura pamoja na Urusi dhidi ya azimio la Umoja wa Mataifa lililolenga kuitaja Urusi kuwa mshawishi mkuu wa vita hiyo, hatua ambayo iliwashangaza wengi. Katika mahojiano na kipindi cha 60 minutes cha CBS kabla ya shambulio la Sumi, Zelensky alimkaribisha Trump kutembelea Ukraine kabla ya kuafikiana lolote na Putin kuhusu amani. Tafadhali, kabla ya maamuzi yoyote, njoo uone watu, raia, wanajeshi, hospitali, makanisa, watoto waliouawa, alisema Zelensky. Trump amekuwa na uhusiano wa mivutano na Zelensky tangu kurejea kwake madarakani mapema mwaka huu. Katika mkutano wao wa Februari, Trump alimkosoa Zelensky kwa kucheza kamari na vita vikuu vya tatu vya dunia na kwa kuchelewesha mazungumzo ya amani na Urusi. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff alikutana na Putin huko St. Petersburg Ijumaa. Mazungumzo hayo ambayo yalidumu kwa karibu saa tano yalijadili hatma ya maeneo matano Ukren, ya Ukraine yanayodaiwa kuunganishwa na Urusi pamoja na suala la Ukraine kutoruhusiwa kujiunga na NATO chini ya kifungu cha tano. Witkoff alieleza kuwa kuna fursa ya kipekee ya kurekebisha uhusiano kati ya Urusi na Marekani kupitia ushirikiano wa kibiashara utakaosaidia utulivu wa kikanda. Urusi ilidai kuwa shambulio la Sumi lililowaua watu 35 lililenga mkutano wa wanajeshi wa Ukraine, wakidai kuua wanajeshi 60 madai ambayo hajathibitishwa. Zelensky alilielezea shambulio hilo kuwa ni la kinyama, liko limelenga moyo wa jiji hilo. Wakati wa Jumapili ya Matawi, Trump amesema bado anataka kusimamisha umwagaji damu na ameashiria kuwa mapendekezo ya amani yatatangazwa ya hivi karibuni. Hata hivyo, hakufafanua zaidi.